Bana timu ya Real Madrid kutokea huko eh, Uhispania pia imekuwa ni timu ambayo pia kwa sasa hivi ni kama eh, imeweza kudorora kutokana na msimu eh, huu kuwaendea vibaya, ingawa wanashika nafasi ya pili, lakini bana, wamekuwa wana eh, mwenendo mbaya kutokana na mfululizo wa mechi zao nyingi kuweza kufungwa. Takriban mechi nne mfululizo wameweza kufungwa, lakini story sio hiyo. Story ni, ni kiungo kutokea kule eh, nchini Ufaransa ambaye kwa sasa hivi Yeah, yupo katika kikosi cha Real Madrid. Huyu ni Kylian Mbappe, mmoja kati ya wachezaji ambao pia wanafanya poa zaidi. Maneno yamekuwa ni mengi sana kwamba Mbappe pia alikuwa na hamu sana ya kuweza kujiunga na Real Madrid, lakini pia ameweza kujiunga kule timu inazidi kufanya vibaya na vitu vinaenda kinoma noma. Lakini pia kwa mafanikio ya Mbappe binafsi, eh, huwezi kusema kwamba ameshuka kiwango. Unaweza kuona ameshuka kiwango kutokana na timu yake kuto kufanya vizuri, lakini yeye ndiye amekuwa mmoja kati ya wachezaji ambao pia wana magoli mengi zaidi tokea msimu huu umeanza katika mashindano yote ambayo ame kisha kufanyika, iwe ni katika ligi, iwe ni katika FA, iwe ni katika klabu bingwa, iwe ni yaani, michuano yote ambayo imeanza msimu wa mwaka elfu mbili na ishirini na nne 25. Sasa lakini mara baada ya yeye kuweza kufikisha mabao 40 ya mashindano yote katika msimu huu wa 2024-25. Sasa Kylian Mbappe pia ameweza kuandika rekodi kuwa mchezaji ambaye ameweza kufunga mabao mengi eh, katika msimu wake wa kwanza katika historia ya Real Madrid kutokea kule nchini eh, Hispania. Sasa orodha iko kama ifuatavyo. Bana wa kwanza kabisa ameshika ni Kylian Mbappe ambaye yeye ana magoli 40 mpaka sasa hivi kwa msimu huu wote mzima, lakini pia magoli 37 kwake Ivan Zamorano eh, lakini bila kusahau Christian Ronaldo ambaye anachezea Al Nassr kwa sasa hivi, ana mabao jumla ya mabao 33. Bila kusahau Van Nistelrooy pia ameweza kugogana na Ronaldo, naye ana mabao 33 na Ronaldo pia mwingine ameshika nafasi ya mwisho kabisa akiwa na